Nguo hajatolewa nguo wapi? Huyo mwanamke hajatuambia ya game yake na huyo mwanaume ilifika watatu, atuwaambie so, watu vitu kama ako uchi walifika wapi na hiyo game? Hiyo game ilishia wapi, ndio tujue kama enyewe Boicha alifanya vibaya, kama lilipo lilipo, pesa ngapi amerudishia huyo mtu pesa yake, ndio saa tadai nyingine my friend. So mimi nasema ya na kwamba wamama ambayo wako na wasichana wao, please aambieni wasichana wenyu ukweli, muadvise watoto wenyu, especially wamama ambayo wanajifanya ni hao ni single mothers. Unatoka kwa bwana yako ukisema anakuchit eti mimi nimetoka kwa bwana yangu, jua ananichit anakuchit, unatoka unaenda kuwekwa pia na bwana ya mtu. Sasa siungekaa tu na huyu wewe? Unatoka unasema huyu jamaa ananichit mimi, naenda kutafuta mwanaume ambaye hatanichit, alafu naenda kuchukuliwa na bwana ya mtu na kurentia nyumba. Sasa nani pia, wewe pia umeingia tu kwa mara nyingine. So mimi nasema ya kwamba msichana, iko kitu utafanya leo lakini itakuja kukuaffect baadaye Saa hii wasichana wako na tabia fulani, wananini wana, wana, wana, nini, wana wanafanya, wanafanya nini wanafanya, iko hapo fulani wanaingia ya Wazungu usiku, wanafanya vitu huko eti wanaweka kwa, wanatumia Wazungu ili watumie do, ujue hiyo video kilink wanatuma nux, ujue hiyo video, hiyo video yako ikienda tu pop, ipatikane. Wewe mambo ya kazi hakuna, hakuna mtu atakuamini kwa familia, hakuna mwanaume atakuchukua serious kwa sababu sasa zile utakuwa sasa umetaka kuzeeka unataka sasa kusettle, ile video itakuja na itakukuhaunt miaka yako yote. So mimi naambia wasichana wetu wa Kenya, ya kwamba please mujiheshimu, kabla ukika, ukikosa kujiheshimu, usitarajie kijana ya muta kuje kuheshimu. Mimi pia nitakuja tu kwa mchezo na, na, na mwili yako. So mimi nasema ya kwamba kabla wa demand huyo jamaa lipe, waulize huyu msichana pia game iliishia wapi? na ndio huyu jamaa atoe hii kitu, atoe hii kitu. Kwa nini huyu jamaa alirelease hii kitu? Watu waache uwivu na pia wa condemn mambo ya wasichana. Kwa nini wajaongelea ule mwanaume amechoma na maji pale Mbakasi? Siko mwanaume amechoma na mwanamke? Kwa nini waongelea hiyo? Wajasema huyu mwanamke huyu mwanamke ashikwe So Geoffrey, so, Mosiria mwenyewe ndiye ametu anatumia ametumia wasichana wengi sana ya hii kazi ina gili gili, nami ametumia wasichana wangapi Geoffrey Mosiria? Na tena inaweza kuwa aje sakaja andike tu mtu ya kuangalia nani ametolewa uchi kwa club nani amelalishwa ame, ame amelalishwa na ajalipwa nani eti. Sasa ndio kitu alichaguliwa Mosiria mabitu kwa serious, tukuweni serious Mosiria. Sijaona akinini e, aki, akitetea wale wanaume wamenyanyaswa. Sijawahi sikia my friend wawache na hata yeye mwenyewe ni kama anataka huyo mwanamke anataka kuchukua hii nafasi ndio apate pia nafasi ya kupiga huyo mwanamke. Nataka niwaambie ya kwamba msichana, hata ukifanya nini, hata huyo jamaa kulipe akulipe pesa ngapi, hata kurudishia heshima yako, hiyo video itakuwa hapo, itakuwa kwa YouTube, itakuwa kila mahali. Itakuwa kwa nini? Siku moja mtoto wako msichana ama kijana akifika mahali anataka kuoa ama akikosana na bibi yake atakuwa anatolewa hiyo uchi yako ya, ya akionyeshwa, ona vile mama yako wakati alikuwa ya msichana alikuwa anafanya So ujue wasichana, iko kitu mnafanya mkifikiri. Sasa leo ni madem, leo wewe ni dem, iko siku utakuwa ya kwamba hiyo dem yako itaisha. Ute, itaisha na mbinu gani? So mimi naambia wasichana, hakuna siku wanaume watachukua mwanamke ako serious kwa club. unaenda club, umekuja bila siraru, alafu nataka mimi nikuwe serious na wewe. unasema eti yo eti mimi siko, eti wanaume wasikuja yuko, hawako serious wapi? Awako serious wapi? We mwenyewe kuwa serious na maisha yako, then kijana wa mtu atakuwa serious na wewe. Kama huko serious na maisha yako, sisi kuwa serious na wewe, nitaenda na ile mbio kuwa nayo.